Sisi ni wanafunzi kutoka chuo kikuu kishiriki cha Jordan katika idara ya saikolojia na ushauri na si. Pia ni sehemu ya wadau katika kituo hiki cha Foundation for Legal and Health Support. Tumekuwa tukifanya kazi na kituo hiki kwa zaidi ya takribani miaka mitatu kwa kutoa huduma ya kisaikolojia na ushauri na si tukiwa chini ya wakufunzi wetu na wasimamizi wa kutoka katika kituo hichi cha FLH. Katika ushirikiano wetu kama wadau wa saikolojia na unasi, tumeweza kubaini baadhi ya changamoto ambazo huwapelekea vijana kuingia katika uraibu. Changamoto ya kijamii, ndani ya changamoto ya kijamii kuna makundilika jamii kushindwa kutambua umuhimu wa kuwalinda vijana zidi ya vitendo viovu. Changamoto za kiuchumi, ukosefu wa ajira na kukosa elimu juu ya usimamizi wa pesa. Wenzangu tulikuwa tunaomba mweze kutuwezesha, kwa sababu kijana anapotoka kutumia tiba ya methadone pasipokuwa na shughuli yoyote ya kufanya inakuwa na uzito kidogo umpelekea mtu kurudi tena kwenye vijiwe na kukaa kwa sababu anakosa shughuli ya kufanya. Hivyo ni rahisi sana kurudi pale alipotokea. Kwa hiyo mimi kama binti kama mwakilishi wa methadoni wenzangu nilikuwa naomba mtupatie vitu vya kufanya. Aiza tunaweza tukafanya ufugaji. Tunaweza tukafanya kilimo ili kuweza kuwa bize na kutokurudi kule tulipotoka. Kwenye saa niliona kuna changamoto ya kituo cha afya. Mimi nikiri kweli kama elewani wakati akiona maghorofani na uhitaji kitu, wa kituo cha afya, na kwenye hili nitasikiza sana mgeni rasmi. Nilipeleka maombi manispaa, lakini kama nilivyosema, serikali yetu ni sikivu, naamini watatuletea fedha za kuleta kujenga kituo cha afya na hatimaye la wana fani, ya ya kio, ya na, yafuatayo ni baadhi ya mafanikio tuliyoyapata kulingana na utendaji kazi wa asasi. Namba moja, ya kuongezeka uelewa baina ya wadau wanajamii kuhusiana na tatizo la dawa za kulevya, hususa ni kuwa na mtazamo chanya juu ya waathirika wa dawa za kulevya, hivyo kurahisisha zoezi la utoaji huduma kupungua kwa unyanyapaa pamoja na waraibu kurudi katika familia zao na jamii wakiwa watu wema. Namba mbili kutoa elimu kuhusu tatizo la dawa za kulevya kwa makundi mbalimbali katika jamii hususani kundi la waraibu wa dawa za kulevya eneo la Morogoro, ambapo mpaka sasa asasi yetu ya FRH pekee imefanikiwa kutoa elimu kwa zaidi ya waraibu mia saba na pia kufanikiwa kutoa rufaa kwa zaidi ya waraibu 160 kuanza tiba ya methadone mati Kihonda. Ndugu washiriki, ninatambua changamoto mlizozieleza ikiwemo uhaba wa rasilimali fedha, ukosefu wa maeneo ya kudumu ya utoaji huduma, changamoto za usafiri, pamoja na hali ya mkoa wa Morogoro kuwa eneo la mpito kwa waraibu. Serikali inaendelea kuimarisha ushirikiano na wadau mbalimbali ili uweze kutafuta suluhu za kudumu waomba, wakua mikoa, wakua kwa changamoto hizi, ninawaomba wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya wawezeshe kubaini maeneo mahususi kwa ajili ya kusaidia vijana wetu ili waweze kupata huduma za afya pamoja na maeneo ya kufanyia shughuli zao za kiuchumi. Hii itakwenda kwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wa nchi nzima. Nimefurahishwa na mikakati yenu LH ya baadaye ya kupanua huduma wigo wa huduma, kuanzisha miradi ya ujasiriamali na kuongeza fursa za mafunzo ya ufundi stadi kwa vijana na wanufaika wa mati. Mikakati hii inaendana kikamilifu na sera na dira ya taifa ya maendeleo ya vijana.